Mtazamaji mpendwa wa kipindi chetu cha Ijue Liturujia, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu hivi murwa kabisa vinavyotuelimisha juu ya liturujia. Kama kawaida, anayekuletea kipindi hiki ni mimi Padre Clement Kihio, katibu mtendaji kutoka idara ya liturujia, baraza la maskofu katoliki Tanzania, na leo fundi wetu wa mitambo ni Simon Peter.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 na sehemu ya pili, tukigusa nyadhifa na huduma ndani ya kanisa. Basi kwa sababu tunaongelea baraka, wengi wangepeta wangependa wangependa wapate baraka. Wanayo mengi mioyoni mwao ambayo wangependa Mungu awabariki. Kwa hiyo tunapoendelea na vipindi vyetu hivi vya baraka, kila mmoja aweke nia, ungependa Mungu akubariki katika nini? ungependa Mungu akujalia nini? Na kila tukapomaliza kipindi chetu, basi kila aliyeweka nia tutasali sala ya pamoja, ili nia yake Mungu aweze kuipokea. Basi kama alivyosema, tuguse nyazifa na huduma ndani ya kanisa. Baraka ndani ya Kanisa Katoliki ni matendo ya kiliturujia Sio matendo ya kishirikina au ya nini au ya kawaida, ni matendo ya kiliturujia. Hivyo baraka ni sala maalum ya kiliturujia, ndio maana kanisa limeandaa kitabu maalum cha baraka ambacho kinatoa mwongozo sahihi wa jinsi tunavyoadhimisha baraka zake. Na kanisa linaposali, linasali kama jumuia, na hata kama ni mtu mmoja mmoja anasali, tunasema anasali kwa kutumia midomo ya kanisa kwa ajili ya kuwaombea hawa wanaohitaji jumuia. Na ni vizuri kila mara inapofanyika baraka kuwe na kusanyiko, wakusanyike wawili watatu kama Yesu anavyosema, wakusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo. Kwa hiyo kuwe na mkusanyiko, na ni vizuri kama ni jambo kubwa linalogusa jamii kubwa basi askofu mahalia akusanyike na waamini wake na wachungaji wengine, ili baraka hiyo inayogusa jamii nzima ya jimbo, basi iweze e, kupokea baraka hizo. Kwa hiyo kwa njia ya hawa watumishi wa kanisa, baraka zinawafikia wale wahusika. Na kanisa linatufundisha kwamba maombi haya yanayofanyika kwa pamoja kati ya kusanyiko, yanatoka kwa Mungu kuwaendea wanadamu, sio kwamba yanatoka kwa wanadamu kuwaendea wanadamu, bali yanatoka kwa Mungu kuwaendea wanadamu, na yanaendea kama zawadi ya kutakatifuzwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni zawadi ya pekee, siyo nguvu ya mwanadamu Sio kwa sababu labda wewe ni nabii au wewe ni kuhani kwamba nguvu hizo zinatoka kwako, bali ni nguvu zinatoka kwa Mungu kupitia hawa na mwanadamu kuwaendea wanadamu. Kwa kawaida, adhimisho la baraka kwa vitu ni kwa ajili ya huyu huyu mwanadamu na kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kanisa linasisitiza huduma mbalimbali katika baraka. Kila mmoja anaweza akabariki, lakini kanisa limetoa maelekezo kwamba baraka ni ushiriki wa ukuhani wa, Kikristo, wa Kristo, na kila mmoja atatoa baraka kutokana na nafasi yake katika eh, huo ukuhani wa Kristo. Kwa hiyo tugusie kidogo juu ya majukumu ya haya makundi mbalimbali mbali ya kusanyiko, kwa sababu kuna askofu, kuna padre, kuna shemasi, kuna wasomaji, kuna maakoliti, kuna waamini walei. Kila mmoja nafasi yake ni ipi? Tukianza na askofu, jukumu lake kubwa, yeye askofu, ni kuongoza maadhimisho yanayogusa jamii nzima ya kijimbo. Hivyo yeye kama kiongozi mkuu, kama mchungaji mkuu wa kijimbo, anaongoza yale matukio yote ya baraka yanayogusa jamii ya kijimbo. Hivyo kwa nafasi yake anao uwezo wa kuzuia au kuhifadhi baadhi ya baraka, kwamba azitoe yeye tu ndani ya jimbo, hasa baraka zile zinazo zinazohusisha sherehe kubwa. Tunaona kila mara tunapomwita askofu basi kuna sherehe kubwa, kwa hiyo yale matukio kama hayo ndio ambayo yanahifadhiwa kwa ajili ya askofu. Vile vile padre naye atoe baraka kwa kuzingatia huduma yake aliyopewa kama padre na ile jumuiya aliyokabidhiwa yeye kama padre, hasa tukianzia kule parokiani. E, paroko amepewa jumuiya ya kiparokia, kwa hiyo yeye ana wajibu wa kutoa baraka zinazohusu hii jumuiya nzima ya parokia. Lakini basi kila padre kutokana na kuwekwa wakfu kwake katika kutoa huduma hiyo ya kikuhani, basi atatoa kulingana na hiyo huduma aliyokabidhiwa na zile huduma ambazo zimetengwa kwa ajili ya askofu basi ataachiwa askofu. Vile vile, kuna wahudumu kama maakolit wale watumishi altareni, pamoja na wasomaji, nao katika adhimisho la baraka wana nafasi yao, hasa haye maadhimisho makubwa, kwamba itaanza somo, kwa hiyo msomaji ataenda atasoma somo halafu mtumishi anayemhudumia padre au shemasi naye atatumikia. Kwa hiyo naye anashiriki katika kitendo hicho cha kutoa baraka. Licha ya nafasi hizo za kusoma au kutumikia, lakini vilevile vile wahudumu hawa wanaweza wakapewa huduma maalum ya kwenda kutoa eh, baraka. Mfano, tunaona makatekista wanatumwa kuna watawa wanatumwa kwenda kutoa baraka fulani, lakini watatoa baraka hizo kwa kadiri ya mwongozo na kanuni zilizopo. E, hawapaswi kukiuka mwongozo na kanuni zilizopo. Lakini vile vile hata waamini walei nao wana nafasi yao katika kutoa baraka kwa sababu ya kushiriki ukuhani ule wa msingi kwamba kila mbatizwa anakuwa ni kuhani. Kwa hiyo kwa ubatizo na kipaimara, kila mbatizwa ana nafasi ya kutoa baraka kadha wa kadha zile zinazomhusu yeye, lakini kwa kufuata mwongozo uliopo katika kitabu cha baraka. Mfano wa baraka ambayo anaweza kutoa mlei tunaanza na wazazi. Mzazi anatoa baraka mtoto wake, kwa hiyo ni baraka ya mzazi, utambariki mtoto wako. Mungu akubariki, wa akuongoze, akulinde na kadhalika. Lakini vile vile waamini walei wanao wajibu wa kuwatafutia baraka watoto wao kwa makuhani kama vile Bikira Maria alivyombeba Yesu na kumpeleka hekaluni kwenda kumtoa kwa Bwana. Hivyo hivyo wazazi e, wanao wajibu wa kuwabeba watoto wao na kuwapeleka kwenda kupata baraka ya kikuhani kwa mapadri pamoja na maaskofu. Kwa hiyo ni wajibu, ni kushiriki e, kwenda kutafuta baraka. Kwa hiyo kile kitendo cha kumbeba mtoto na kwenda naye kubarikiwa, na wewe umeshiriki katika E, kumbariki mtoto huyu. Ndio maana hata e, katika mambo ya kidunia sema e, ukishiriki, a, ukimsaidia mwizi kuiba na wewe e, unakuwa ni mwizi. Kwa hiyo katika baraka, ukimshiriki, ukimsaidia mtu kubarikiwa na, na wewe umebarikiwa, lakini wewe vilevile umeshiriki katika kumbariki. Hivyo waamini walei wana nafasi yao ya pekee ambayo E, imeelekezwa katika vitabu vile vya mwongozo wa baraka, na hawa waamini walei kwa kawaida wanawekwa rasmi na askofu e, tunaona ma, makatekista kila mwaka watawekwa kwa ajili ya huduma mbalimbali mbali, labda kupeleka komunio kwa wagonjwa kwenda labda eh, kwenye makaburi kwenda kuzika kubariki kaburi na kadhalika. Kwa hiyo zipo baraka ambazo wamepewa kulingana na mwongozo wa kanisa mahalia na kwa kadiri askofu wa jimbo alivyoelezea. Kuna malezi ambayo kila muumini anapaswa kuyafahamu juu ya baraka mbalimbali mbali za zinazotolewa ndani ya kanisa. Ndio maana tunatoa vipindi hivi, ili kila muumini afahamu kwamba baraka zinapaswa kuwepo. Kwa hiyo, ili baraka ziwe na ufanisi unaotakiwa, kunahitajika malezi ya ndani ya waamini wote, waamini walei vilevile vile na wahudumu wenye daraja e, ili kusitokee mambo ambayo hayahitajiki katika kutoa baraka. Tunaona waamini wetu wakihangaika huku na kule kutafuta baraka e, mwingine kumbe angeweza kusali na kupata hizo baraka, lakini kwa sababu hajajengwa katika malezi ya kufahamu baraka ni nini na kipi anapaswa aombe na kipi Mungu atatoa kwa kadiri ya mapenzi yake Hawajui. Kwa hiyo ni wajibu wa kila muumini wa kila kuhani aweze kutoa mafundisho ya kutosha eh, na malezi ya kutosha juu ya baraka zinazopatikana ndani ya kanisa Katoliki na maana ya baraka katika ujumla wake, maana unaweza ukahangaika kwenda kutafuta baraka mahali pengine, kumbe hazipo, umefuata ushirikina. Kwa hiyo, ni vyema malezi hayo yafanywe kwa undani, ili chochote ambacho kinahusisha ushirikina na imani potofu kisiingizwe katika baraka takatifu ya Mwenyezi Mungu. Nirudie sehemu hii kwamba malezi yatolewe ya kutosha ili chochote kile ambacho kitaashiria ushirikina au imani potofu kisiingizwe katika baraka takatifu ya Mwenyezi Mungu na kuchafua ile ibada halisi ambayo Mwenyezi Mungu anahitaji kutoka kwetu tukajikuta tunaanguka katika hayo ambayo hayafai na tukafikiri kwamba ni baraka, kumbe ni uchafu umeingizwa katika e, imani safi, imani ambayo Mwenyezi Mungu anapenda tuifuate. Sasa katika kuadhimisha baraka, mambo gani muhimu yanapaswa kuzingatiwa katika kuadhimisha baraka? Jambo la kwanza tuzingatie, neno la Mungu linasema nini. Ni vizuri kila mara tunapoadhimisha baraka tuwe na nafasi ya kulisoma neno la Mungu, na kutoka katika neno la Mungu ndio tunachota hiyo baraka, kwa sababu neno la Mungu eh, ndio chemchemi, ndio linalojenga liturujia. Bila neno la Mungu tunasema hakuna liturujia. Ni neno linalofanyika mwili, ndiyo baadaye na sisi inatufanya tupate hizo baraka tunazozihitaji kwa hiyo neno la Mungu. Lakini basi katika hilo neno la Mungu tunapata nafasi ya kumsifu Mwenyezi Mungu, na tukisha msifu ndipo tunaomba msaada wake. Kwa neno la Mungu tunachota hizo baraka, tuna msifu Mungu alafu ndio tunavyoomba baraka zake. Ndio maana kila mara hata tunaposali nasema e Mungu uliyefanya moja mbili tatu, maana yake kutoka katika neno lako. E Mungu uliyeumba mbingu na dunia, uliyeumba hiki na hiki, maana yake tunatoa katika lile agano la kale, jinsi Mungu alivyoumba. E Mungu uliyemfanya mwanao pekee hivi na hivi na hivi, maana yake tunatoa katika injili takatifu. E Mungu uliofanya manabii moja mbili tatu, maanake tunatoa katika manabii. Ndio maana neno la Mungu ni msingi katika ibada zetu, sio kusema tu mambo ambayo hayapo, e, ya, ya, ya ajabu ajabu. Kwa hiyo neno la Mungu, na hata kama ni adhimisho fupi, kila mara linasisitizwa lianze na neno la Mungu, labda yale e, zile baraka ambazo tu ni za haraka haraka. Lakini vile vile hata pado anapobariki, hata kama hajashika Biblia ataita neno la Mungu kutokana na, na kile ambacho atalibariki namna hiyo. Pili, katika ibada hiyo na maombi lazima kuwe na lengo. Lengo, wewe unaenda kuomba baraka, una lengo gani? Kwanza una lengo lako, lakini vilevile kuwe na lengo la kumsifu Mungu kwa sababu mafanikio yote unayopata kutokana na baraka ni kwa sababu Mungu amekuwezesha. Kwa hiyo vilevile kuwe na lengo la kumsifu Mwenyezi Mungu. Ndio maana sasa, kabla ya kulisoma neno, kuna ibada ya utangulizi, ni kama salamu za utangulizi, la kuandaa kwamba kwa nini leo unasali kwa nini unaomba? Kwa hiyo kunakuwa na utangulizi. Kama mmeenda labda kumbariki mgonjwa, mtaanza na utangulizi, baraka ndani ya nyumba hii na wote aliomumu. Mtasoma neno la Mungu, nani? kabla ya kulisoma neno la Mungu eh. Baadaye, baada ya neno la Mungu na baraka, kuna neno tena la kufunga ambalo linaashiria shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni namna hiyo. Kwa hiyo katika kubariki na katika kuadhimisha baraka ni vizuri kuzingatia mambo haya yafuatayo. Kwanza, lazima liadhimishwe katika namna ya kijumuiya, kwamba kuwe na kusanyiko la watu kadhaa, hata kama ni wachache, lakini wawepo wawili, watatu. Kwa hiyo isiwe eh, watu wawili kama kificho, kama uganga uganga fulani. Kwa hiyo inakuwa ni adhimisho la wazi, e, kwa hiyo jumuia ndiyo kanisa, ndio kanisa linalofanywa. Na kama ni adhimisho kubwa basi na wahudumu wengine wawepo, kama ni padre, shemasi, wasomaji, wahudumu. Kwa hiyo inakuwa ni katika ngazi ya kijumuia, na vile vile wale wanaoshiriki ihakikishwe kwamba wanaelewa ni kitu gani wanachokiadhimisha. Kwa hiyo kuwe na uelewa wa jambo linaloadhimishwa na ushiriki hai, kutolewe katekesi ya kutosha. Isiwe tu kwamba mtu anaponywa halafu hana katekesi yoyote, baadaye anafikiri kwamba ameponywa kiganga eh, kichawi lakini kama anajua neno la Mungu ndilo lilomponya, basi kesho ataenda kanisani. Sio lazima amkute padre yule aliyeadhimisha jana. Hata akimkuta padre mwingine, anajua kwamba ni kanisa, ni neno la Mungu lililomponya. Katika uelewa huo, basi kutakuwa hakuna shida. Vilevile, maandalizi ya kutosha yafanyike na watu pamoja na vitu ambavyo vinapaswa kubarikiwa basi waandaliwe mapema na viandaliwe mapema na kama kuna hitaji kubadilisha eh, ile riti li, yale madhehebu ambayo yanaadhimishwa yana basi yaandaliwe mapema. baraka zisiwe ni za kukurupuka kurupuka. Eh, unafika hujui utasema nini. Eh, unasema tu kile ambacho nasema ntakachoangaziwa tu na roho ntasema. Eh, saa nyingine ulichoangaziwa na roho hakipo unaongea lugha ambayo haieleweki ukijifanya kwamba umeangaziwa na, na roho unanena kwa ndimi. Kwa hiyo lazima kuwe na maandalizi. Na ishara gani zinatumika katika eh, kubariki? Zipo ishara mbalimbali mbali. Kuna maneno hayo yanayosemwa, lakini vilevile vile zipo ishara mbalimbali mbali ambazo kanisa linazitambua na linaelekeza zifanyike. Ishara ambayo ni ya pekee kabisa ni ile ya kuwekea mikono, kuwekea mikono yangu e, mara nyingi linafanyika namna hiyo, ambayo ni ishara ya Kristu mwenyewe kwamba aliwawekea mikono wale wagonjwa, aliwagusa kwa mikono yake. Kwa hiyo kuwekea mikono ni ishara uh, kuu na ya pekee inayotumika katika baraka na hati, hata katika kuadhimisha sakramenti mbalimbali vile vile kuna kufumba mikono, fumba mikono e, fumba mikono vile, vile vile kuna kupanua mikono. Kwa hiyo kuna kunyoshea mikono, kuna kuweka mikono, kuna kupanua mikono, kuna kufumba mikono. Zote hizo ni ishara ambazo zinatumika katika baraka, lakini vile vile kuna kunyunyiza maji ya baraka e, unasema maneno, ukimaliza unanyunyiza maji ya baraka kwa kadiri ilivyo elekezwa lakini vile vile kuna kufanya ishara ya msalaba e, awabariki Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni ishara ya msalaba, au Mungu mwenyezi, unibariki kuna Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. E, saa nyingine tunachora hata panda na nini msalaba katika panda la uso kuashiria baraka. Kwa hiyo zote hizo ni ishara ya msalaba, lakini vile vile unatumika ubani, ubani unatumika E, ndani e, ya, ya Kanisa Katoliki e, tunaona madhehebu uh, yale yaliyoiga baraka zetu, wanafanya mambo mengine ambayo e, sisi hatuyafanyi kwa sababu yana utaratibu wake. Mfano utumiaji wa mafuta e, yana utaratibu wake, utaratibu wa kutumia Krisma Takatifu, kutumia mafuta ya wakatekumeni, kutumia mafuta ya wagonjwa kuwekwa kwa. Sio kwamba kila mtu anaweza kufanya hivyo, lakini basi ni vitu ambavyo vinatumika katika maadhimisho haya yayoleta e, baraka. Kwa hiyo yote hayo ni lazima yafahamike wakati wa kuliandaa adhimisho. Tukisoma katika e, Injili ya Mtakatifu Marko sura ya kumi na sita aya ya kumi na nane tunaambiwa wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo tunaona kwamba kuweka mikono juu ya wagonjwa ni sehemu mojawapo ya eh, ya kupata hizo baraka na kutoa uponyaji. Kama nilivyosema tangu mwanzo katika vipindi vyetu hivi kwamba tuweke nia, tunapoongelea baraka, sisi tunaosikiliza kipindi chetu tuweke nia. Una nia gani? Unataka Mungu akubariki katika nini? Mimi nina nia yangu ya moyoni, na wewe una nia yako ya moyoni. Hebu tuzikusanye nia zetu zote leo, halafu tumalizie kwa baraka ili kila mmoja aweze kujaliwa kwa kadiri Mungu atakavyopenda. Tuena kaukimya kadogo, halafu tumalizie kwa baraka. Mungu mwenyezi wa milele, wanao tunaosikiliza kipindi hiki, tumeleta maombi yetu mbele yako tukihitaji baraka zako. Tunaomba uyapokee maombi yetu, utubariki na utujalie kwa kadiri ya mapenzi yako. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyume tukiomba katika shida zetu, tuopoe siku zote, kila tuingiapo hatarini, Ee Bikira mtukufu na mwenye baraka. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu apokee maombi yenu na kuwajalia kwa kadiri ya mapenzi yake. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.